Pale Nairobi eh, tulifanya mikutano mingi sana Nairobi, na watu wa Nairobi walichangamkia mikutano hayo. Kulikuwa na visa vya wizi you know, hapa na pale, kwa sababu Nairobi unajua vile mambo yalivyo Nairobi, na sitarajii kwamba yale mambo ya wizi ya hapa na pale itatokea katika eh, msafara huu, kwa sababu tunawaelewa watu wa huku mashinani. Watu wa Mlima ni watu wa amani, ni watu ambao wana, wanaelewa mambo ya maendeleo. Hatujakuja hapa kufanya siasa, tumekuja hapa kupangana na wananchi wa hapa mambo ya miradi yao, mambo ya maendeleo yao, tuweze kujua vile tutasonga mbele. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Mlima Kenya, e, kwanza nawashukuru sana kwa sababu ya kuniamini kunipatia kura zenu na mimi nataka niwahakikishie ile kazi mlinipatia ya kusomesha watoto wetu na kuhakikisha kwamba kuna walimu, kuna taratibu ya sawasawa sawa ya masomo, hiyo kazi nitatekeleza. Mambo ya kilimo, kuhakikisha ya kwamba mambo ya chai, mambo ya kahawa, mambo ya, e, mambo ya maziwa na ile kilimo yote tutaishughulikia vizuri, na niko na taarifa nzuri ya vile haya mambo yamesonga mbele. Mambo ya barabara zenu kama ni maumau mau, barabara zile zingine zote mtajionea wenyewe kwa sababu sasa tuko na e, tumedhibiti uchumi wa Kenya, na sasa tuko na pesa ya kukamilisha hiyo miradi. Mambo ya housing inaendelea, mimi nitakuwa Nyeri town hapa kwa sababu tulianzisha phase 1 tunaendesha phase 2. Mambo ya stadium iko inaendelea, mimi nitakuwa kule Nyandarwa, mambo ya le, e, hospitali yao nitakuwa sehemu tofauti tofauti, nitakuwa Embu, nitakuwa eh, eh, Meru, nitakuwa Maua kwa sababu tunajenga pale soko kubwa ya karibu shilingi milioni mia tatu na mambo yale mengine, mimi natazamia sana kufika katika sehemu mbalimbali.